Jamani, wakwe wazuchu bado wana have good time huko nchi za wenzetu akina Mamadangote, akina Esma. Well hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, make sure una subscribe, like and comment. And guys, without wasting time, let's get right into the video. So guys, wakati show inaendelea na mambo mengine ni mawasogezeni hapa video mbalimbali mbali. Mwaone E, wakwe wa Zuchu mm, ndugu zake Damo Platnumz mama ake Mamadangote, Esma Platnumz kina Tahia e, kina Taraji, bado still wako na hatua ya kuspend, wanatoka huku anaenda huku. Okay, bwana, huyu ni Esma Platnumz hapa, alikuwa na mrekodi mama Amin mwanawe, yes, huu mtaa akaandika hapo, mtaa wa Wajewish uko, wanamkwepa Tahia hapo <laughs> na wote muda wote wao wanaongea na simu, yani kila utakayemwona kava hiyo, sijui ni koti hilo la black na kofia basi, wanaongea na simu tu muda wote yes. Hii ni tua ndogo tu ametupa Esma Platnumz, nataka mwangalie wenyewe hapa, mpaka wanaingia kwenye mall wana, wana, wana take videos ya mambo kama hayo. Well guys, tazameni vizuri hapa hata yeah, hiya anatembea zake, wale wa Jewish wanakwepa like hataki kukaribiana na mtu yoyote ambaye sio kama yeye katika mavazi na kila kitu and I'm not sure kwa nini wanakuwa hivi, sijui ni wabaguzi ama vipi, I'm not sure and I don't know. And hii hapa uh, video nyingine wako zao kwenye mall. Esma ndo anarekodi yule pale, Mama Dangote na mjukuu wake. Naona hapa kaandika bibi na mjukuu wake <laughs> wanashuka zao kwenye nini hiyo Escalator. So, anani, yes, alikuwa anawatake video hapo, alikuwa kwenye mall and the mall looks so big haji, haji. Si mnaiona eh? Maescalator amejia huku huku, unapanda unashuka, the mall looks Yani iko huge yiku... <laughs> taraji iko taraji, imemwona hana huyo Mamadangote, mama yake na Damo Platnumz, mkwe wetu jamani, mkwe wetu hata kama umemwacha zuchi nyumbani, lakini wewe ndio mkwe wetu tena. <laughs> Well guys they outside, tuangalieni hapa kidogo mambo wanayoyafanya, wanaongea nini E, Esma Platnumz mzuyo anatuonyesha nails zake alivyotengeneza vizuri kabisa Well, guys tuangalie na tuwasikieni hapa kidogo Njoo upande huu bwana, hey. Yes, wanaongea na simu ama bwana. Jamani, oneni kila mtu anaongea na simu jamani. Hawa kaka mbwa wanaongea sana na simu jamani. Mie tena ndo jirani yao, lakini sasa jirani mie Jirani mimi tena nakwambia. Eh? Hey. Yaani, yes, hey. Huku ni makoti meusi mwanzo mwisho. Oh ya mmeona hapo Esma katuambia za huko, tamu dairy milk za huko kwao, huko nje huko ni tamu kushinda huko. Lakini from what I know, si zinakuwa produced nje pia, ndo zinaletwa huko ama vipi? Well, I'm not sure about that, lakini all I know hata ukinywa baby soda pia mfano Coca-Cola iko outside na hapa, zinakuwa taste yake ni tofauti kiliwa wa, wa. kiliwa zenza. wa. babu. Yo, you keep getting close. Mm. Mm, damn. No, no. No, cause if I move in front, you're gonna come here again. If I move in front, and then if you come here, I'm gonna steal yours, right?

Bata linaendelea wakitoka, huku wanaenda huku, wakitoka huku, wanaenda huku, sasa hivi wako New York. And sitajua next stop itakuwa wapi, nikishajua nitakuja kuwapeni update hapa, lakini all in all, starehe bado inaendelea, watu wanatalii huku, wakienda huku, mazawadi kama kawaida. Mimi narudia tena, <laughs> nini, bibi zuri, uh, mke wake And... E, ina- inasemekana sasa hivi ni mama kijacho kwao. Tukae tukisubiria tu, nikipata uhakika wa hii habari ya kuwa Zuchu ni mm, mm, tayari, basi nitakuja kuwasogezeni hapa, yeah, guys nikiwa tu na uhakika bwana. Kaka yetu kashafanya mambo kwa ndugu yetu, nitakuja kuwaambieni. Mimi sipendi habari za uongo, no sipendi habari za uongo. Kwa hiyo habari kisha kuwa 100% uhakika, guys, I'm gonna let you know. I'm gonna update you kwanza. Simeona walivyopendeza hapo, simeona well guys, walivyopendezana, narudia kusema this is my favorite couple. Well guys drop your comment hapo chini kuhusiana na hii video umeionaje? And kama ulikuwa huja subscribe, please make sure una subscribe, a like and comment. Put on your notifications so you won't miss any updates. Kuna watu bwana wanaweka negative comments, jamani haters. Please keep your hate on yourself